Namna itakuwa ni afueni kwa wachuuzi elfu tano wa samaki katika mji wa Homa Bay endapo soko jipya la samaki litafunguliwa rasmi wakati wa sikukuu ya Madaraka. Mwanahabari wetu James Latano anatuarifu mengi akiwa katika mji huo wa Homa Bay. Ndiyo ilikuwa taswira ya soko la samaki mjini Homa Bay mwaka moja uliopita, mazingira machafu, bila vifaa vya kujikinga wakiendeleza shughuli ya kusafisha samaki hapa hali iliyohatarisha maisha yao na hata afya ya wateja waliofika hapa. Uchafu ulionekana hapa haikuhatarisha tu maisha yao bali ililemaza pakubwa biashara ya samaki katika eneo hili. Zuru kaunti ya Homa Bay kwa mara ya nne tangu washike hatamu ya uongozi, Rais Daktari William Samuel Ruto aliitikia wito wa akinamama na kuwajengea soko jipya katika ufuo wa Koginga ni soko jipya na ya kisasa ya samaki mjini Homa Bay. Ni soko iliyo na uwezo wa kubeba wachuuzi elfu tano kwa wachuuzi. Hii ni zawadi kubwa kwa wachuuzi wa samaki sikukuu ya Madaraka inayotarajiwa kuadhimishwa mjini Homa Bay. And uh, mama samaki just as promised by our excellency the president. And, uh, we we are are happy that we are going to have the, stand, the stand for the mama, mama samaki mahali watakuwa wanauzia. Pia kuna sehemu za kuoshea, kuna sehemu pia ya kukulia hii samaki. Samaki tunakuja kuipikia hapa. Halafu zaidi ya yote, wavuvi wote chumba chao kiko hapa. Tunaona kweli samaki ikitoka hapa baharini inaletwa hapa inaoshwa, kisha ikishaoshwa inawekwa tena kwa barafu tuko na cold rooms zaidi ya nne, na hizi cold rooms zote hakuna samaki kuharibiki kitoka baharini. Ni sehemu iliyotengwa maalum kwa wachuuzi hawa wa samaki kuosha samaki hawa katika eneo hili na kuanika katika eneo hili, hali ambayo itazingatia usafi na kuimarisha afya katika eneo hili. Tuku mpya ikianza, tutakuwa na furaha. Italeta maendeleo kwa biashara yetu. Italeta kastama wengi kutoka mbalimbali mbali. Na tutapata friji ya kuweka samaki. Sasa samaki zetu hazitaharibika. Wachuuzi wa samaki ikisalia kitega uchumi kwa wengi katika mji wa Homa Bay. I see that market will be good for women. We can can sit in in a good good, set. We can selling fish in good, highly and perfectly. Ni safari ambayo ikifika tamati basi zaidi ya wachuuzi wa samaki elfu tano watapata nafuu na kuimarisha biashara yao na pia kuinua uchumi wa eneo hili. James Latano runinga ya Citizen kutoka mji wa Homa Bay, kaunti ya Homa Bay.